Hello habari, ni wakati mwingine tena na wasaa mwingine tena, tunakutana katika mfululizo wa vipindi vinavyohusiana na teknolojia, na hii ni Shaia TV. Karibu sana e bwana, ni jinsi gani ya kujitoa kwenye call forwarding? Hili ndo somo letu la leo, e bwana. Kama wewe ndo mara ya kwanza Tazama video hii au ndo mara ya kwanza kufuatilia channel hii ya Shayia TV, angalia chini ya video hii, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja, alafu gusa na alama ya kengele. Ukifanya hivyo kwa kila video ambazo nitakuwa naweka au elimu ambazo nitakuwa natoa kwenye channel hii ya Shayia TV, utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Bwana, hebu, hebu tuende pamoja, ni jinsi gani ya kujitoa kwenye call forwarding? Eh bwana Labda simu hiyo, labda uliweka call forwarding kwa bahati mbaya, bila kujua. Sasa na hujajua jinsi gani ya kujitoa. Mfano um, kama unawampigia mtu, unawezekana ukaona neno limeandikwa call forwarding. Maana yake hapo umefanyaje? Maana yake hapo umejiweka kwenye call forwarding, au uliojiweka kwa bahati mbaya, au mtu amekuweka. Maana yake calling zako zote zinaingia kwenye simu yake. sasa Hebu tuende pamoja ni tujue ni jinsi gani ya kujitoa. Fanye hivi utakliki yao, reli reli mbili moja alafu na reli reli. Ukifanya hivi alafu utabonyeza hii sehemu ya kupiga hivi e, e, mshaone maana utachagua kama ni Airtel au Tigo, maana hiyo namba ambayo wagu unapiga, alafu unaona simu imeandikwa call forwarding, maana yake simu zako unazoongea na mtu, mtu yeyote zinaenda kwenye simu hiyo mtu ambaye amekuweka kwenye call forwarding. Ama uliweka kwa bahati mbaya au uliweka kwa kutokujua eh, bwana, ndio hivyo. Ni rahisi sana, bila shaka umeona. Yaani ukifanya hivi mpaka hapo, ushajitoa kwenye call forwarding. Utapiga sasa namba, mfano taka kama mimi hivi, umeona ikileta maneno kama haya, maana yake tayari ushajitoa kwenye call forwarding. Amna ugumu wote eh. E, bwana, nakukumbusha Hebu weka maoni yako hapo chini kwenye comments, alafu like video hii kama umeipenda. Kingine, hebu share video hii au sambaza video hii kwa wengine, na wenyewe wajifunze jinsi ya kujitoa kwenye call forwarding. Sina mengi, nakutakia siku njema.